Mahitaji muhimu ya kutoka manne, ili utoke kwenye hali ulionao. Nimekuambia usahau, maana ya kutoka kwenye dhambi, kwenye utumwa wa shetani, huko Misri, kwenye hofu, kwenye magonjwa, kwenye milongo ya damu, kwenye kilio na machozi ya muda mrefu, unahitaji utoke hapo. Haya ni mahitaji muhimu. Jambo la kwanza, agano Mungu. Agano Mungu anakumbuka hata Israeli, anamwambia hivi, nimekumbuka agano langu, nimekuja niwatoe. Saa ya kutoka, Bwana anaangalia agano. Covenant. Israeli walikuwa na agano. Ndio maana pombe na sisi mimi ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Anakumbushia agano. Bwana anapojitambulisha nasema nimelikumbuka agano la, nimekuja niwatoe. Mungu anahitaji agano. Agano jipya tuna agano la damu ya Yesu. Tuna mkataba kutia damu ya Yesu. Huo mkataba umetutoa. Also you can have a personal covenant with God. Ndio ukawa na agano binafsi na Mungu wa agano la nini? La utumishi. Agano la nini? Agano la kujitoa kwa ajili yake. Agano la nini? Whatever the case. Kutoka, sita tano. Na zaidi ya hayo nimesikia kuugua kwao, wana waizleri, wa Israeli, ambao wa Misri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Kwa kulia tu hakutoshi. Bwana akiona machozi anageukia agano. Aliona machozi yao Haikutosha lakini alikumbuka agano lake na Ibrahimu. Mtu mwenye agano anaishi baada ya kufa. Agano halifi, linaishi. Ndiyo maana agano linafuata mpaka bisasa, covenants never die the four generation. Na mambiri mwakutowe anaangalia wakati wa kutoka, saa ya kutoka. Huu ni wakati uliokubalika, huu ni wakati wa kutoka. Timing ya kiroho ya kutoka, nimekuambia Israeli alikuwa na time frame miaka mia nne Yuda alikuwa na miaka sabini na Mungu huwa anaangalia time. Na kama kwa roho vya kutosha, utajua ni wakati wangu, na na Mungu anainua kuhani, anainua mtu. He is going to raise a person. Wakati wa Israeli alimwinua Musa akamwinua na Haruni akawatuma waende. So god is going to raise a person. Na kwenye agano jipya tayari tunaye ambaye ameinuliwa ni Yesu wa Kalivari yeye yeah, ameisha inuliwa. Kila anaye mwendee anakuwa ni salama natoka. Haleluya, tunaye Yesu tayari ameinuliwa but also god raises men for men. Never forget that. Mungu huwa anainua wa watu kwa ajili ya wa watu ameshamuinua Yesu tayari kwa ajili ya agano, na ni pia Mungu anainua watu kwa ajili yako. Anainua watumishi ambao utajifunza kwao, anainua watumishi ambao ukiambatana naye hautapotea. Mungu anainua mtu anakuambia kamata mguu wa huyu, shati likishanika, ukivuta shati likachani, kamata mguu wake, hata ukata, usikubali kuachana naye. Haleluya! ah. Mungu akanifundisha namna ya ya kupokea toka kwa watumishi wa Mungu, namna kuambatana na watumishi mpaka upokee kwao. Hapa kanifundisha kwa habari ya Elisha na Elia. Angalia Ruth alipiga Elisha mpaka apokee kwa Elia. Haikuwa safari nyepesi, huku aliambatana naye mpaka dakika ya mwisho. Wewe Mungu atawainua mbele yao, hawa tukamata sana miguu yao, as long as you know what you want. Unajua kitu unahitaji, kamata sana wewe. Unapata mtu dakika mbili unaacha, una, una, una tu umekajua tamaa. Namba nne, Mungu anapokuja kutoa, au wakati wa kutoka, Mungu ana, huwa anajitambulisha huwa analeta jina huwa anajitambulisha. Wewe Mungu amejitambulisha kama nani kwako? God always introduces himself. Kutoka sita mbili kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova. Mara hii Mungu anajitambulisha, mimi ni Yehova, nami nalimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu mwenyezi bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Ibrahimu ametembea na Mungu kwa dimension wa rafiki yake, lakini Mungu alijitambulisha kwake kama Mungu mwenyezi almighty God, Elisha dai. Kwa Ibrahimu alimchua Mungu kama Elisha dai kama Mungu mwenyezi Elisha dai, lakini kuna jina ambalo Linaitwa Jehova Yawe. Ibrahim alijua, Isaka alijua kama Elishadai, Yakobo alijua kama Elishadai, lakini jina langu la Jehova sikujulikana kwa wow. Lakini mara hii, kwa sababu na kasi ya kutoa siji kama Elishadai na nakuja kama Jehova. I appeared to Abraham, to Isaac and Jacob as God Almighty, Elishadai, but by my name the Lord Yahweh the redemptive redemptive name of God I did not make myself known to them in acts and great miracles. Bwana anasema kwa jina langu yawe la kuokoa, kwa jina yawe limeambatana na wokovu. Ndiyo maana kwenye sinario mbalimbali Mungu alijitambulisha kwa majina mbalimbali. Yawe, redemptive name of God, jina la Bwana la kuokoa So, ajitokezi hajitokezi kama Elisha dai anatokea kama Yawe. Kuna maya alitokea kama Jehova Salom, manake bwana wa amani. Kuna maya alitokea kama Jehova Nisi, manake bwana niye bendera yangu. vita ilikuwepo, mapigana ameshinda, kuwa anajifunua kama Jehova Nisi. Kuna maya ajifunua kama Jehova Rafa, maa kama bwana mponyaji. Kuna maya alijifunua kama Jehova Sile, manake bwana mpaji kuna maya yajifunua kama Jehova sidikenu, maana yake Bwana ni haki. ya mekadishkem, maana yake Bwana ananitakasa. A, inategemea unataka nini kwa Mungu, halafu natumia jina lake kutoka. Mari yapo, Bwana huwa anainua jina kwa ajili ya kutoa, na jina limeshainua tayari, tunalo jina la Yesu ambayo ni jina zaidi ya kila jina. Kwa hilo tunatoka mchana wa leo, sema amina kama amin. Unaamini? Haleluya! Bwana ameshainua jina, jina la Yesu.